Anasema wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali liliponimiminia mito ya mafuta. Kiswahili kinatumia neno jabali, kina kinatumia neno Rock ambaye ni mwamba. Anasema I washed my steps with butter and the rock poured me out rivers of oil. kwamba hatua zake zilioshwa kwa siagi alipoosha hatua zake kwa siagi mwamba ukaamua kumiminia mito ya mafuta Rivers of oil. Na unapona mafuta Biblia inaongelea upako. Mwamba ulinimiminia mito ya mafuta, sio mto mmoja, mito ya mafuta. Kwa wakati mtu mwingine anatafuta tone la mafuta, kuna mtu anaogelea kwenye mafuta. Usoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4, nao wale waliunywea mwamba uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Ayubu anasema alikuwa anaosha hatua zake kwa siagi. Wakati anaosha hatua zake kwa siagi, mwamba ulimiminia mito ya mafuta. Unakuja kutafuta mwamba ni nani, then siagi inapatikanaje? Siagi inapatikana kutoka kwenye maziwa. Mithali 30:33 inasemaje? Nasema kupiga kwa maziwa huleta siagi. Siagi inapatikana kutoka kwenye maziwa, siagi ni product ya maziwa. Kwa ukiachakata maziwa yanakupa siagi na maziwa ni nini? kwa sababu huyu alikuwa anaosha hatua zake kwa siagi, alipokuwa anaosha hatua zake kwa siagi akamiminiwa mito ya mafuta. Siagi inapatikana kwenye maziwa, ko maziwa ni nini? Soma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa pili, kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyoghoshiwa tukulie wokovu. Hakuna ongea neno la Mungu. Ko kwa, anaposema kwamba niliosha hatua zangu kwa siagi mwamba ukanimiminia mito ya mafuta, anatueleza kitu kimoja hapa kwamba unapokaa kwenye neno la Mungu ukalitafakari, ukalichakata, ukaliwaza, ukaliishi ukatembea nalo mpaka upate kilichomo ndani yake, mpaka uone kilichomo ndani yake. Kimetoka ndani ya neno kimehamia kwako. Kikihamia kwako, kuna kitu kinaachiliwa kwako, kuna upako unaachiliwa kwako. Kwa hiyo mito ya mafuta iliyoachiliwa kwake ilikuwa ni matokeo ya kuosha hatua zake kwa siagi make hatua zake kwa neno, kuendesha mambo yake kwa neno la Mungu kwa maarifa yanayopatikana ndani ya neno, yaliyoachilia mafuta kwenye maisha yake. Kwa hiyo, kiwango cha undani wa neno unachokipata kinaachilia kiwango cha mafuta yanayoachiliwa kwako, sababu huyu mtu alipoosha miguu yake kwa siagi, ndipo mwamba ulipommiminia maji. Mwamba ni Yesu mwenyewe, na siagi ni kile kilichobebwa ndani ya neno la Mungu. Kwa kikiachiliwa kwako, kuna mafuta yanaachiliwa juu yako. Ukisoma Zaburi, wanaoshuka katika merikebu na kufanya kazi zao maji mengi, hao wanasema huziona kazi za Bwana. Kinatumia neno secret, wanaziona siri za Mungu. Maana yake nini? Unapwenda kwenye kina zaidi ya neno, kina cha neno zaidi kadi unavyoingia ndani zaidi kwenye neno ndivyo ambavyo unazipata zile siri za Mungu zilizofichwa ndani ya neno. Na zile siri za Mungu zilizofichwa ndani ya neno zikifunuliwa kwako, ndipo ambapo na wewe unafunuliwa. Nasema wale wanaofanya kazi zao katika maji mengi kwenye kina. Hauwezi kupata maji mengi kwenye kina kifupi, unapata maji mengi kwenye kina kirefu, na ndipo kingeza kinatumia neno depth unapokuwa umeenda ndani zaidi kwenye neno, unapopata neno ukalichakata na kutafakari kwa undani zaidi, ukaenda ndani zaidi, kuna kitu kinafunuliwa. Kikifunuliwa kwako, kuna nguvu iliyomo ndani yake inaachiliwa kwako, then unapata kuzijua siri za Mungu juu ya eneo husika na namna namna ambao wanataka Mungu uende kwenye ile eneo. Nenda zaidi kwenye neno la Mungu. Kwa lugha nyingine ni nini? Wale ambao wanasoma juu juu wataishia kupata vitu vya juu juu. Wale ambao wanasoma juju hawatapata vile vitu vya ndani zaidi, bali lazima ujifunze kusoma neno kwa kulitafakari na kuliwaza mpaka upokee kile kilichobebwa ndani yake. Neno la Mungu ni kibebeo, linapokuja kwako kuna kitu limebeba ndani yake. Unapaswa ukae nalo ulichakate, mpaka kile kitu kiachiliwe kwako.